Hata kama wabebwe Asi, leo hata kama wakibebwa. Hata kama wabebwe hazitoki ni finali, Singida Simba, hata kama leo wabebwe Singida ni finali. Yaani, haiwezekani, lazima tuwafinye hapa hapa na marefa hao lazima tuwapige, na mna, mna, mna, mna marefa hao Si hatujafika hapa kitoto, hatujafika hapa kitoto, hatujafika eh, hapa kitoto. Tumekuja tuna dhamira yetu na, Simba. Na sisi ni wazee wa, wa rotation tuseme. Rotation, sisi ni wa rotation. Leo tuna kikosi kingine na tunawapiga kabisa Simba o. Singida sio simbactunacheza Simba na Simba na Simba hawawezi wakaenda fainali. Sisi Singida tunaenda fainali eh? kama tulivyocheza na Mtibwa Arusha, leo tunacheza tunacheza fainali tena mwaka huu, tunacheza na Yanga. Washatangulia, sisi ndio tunasubiria, wanasubiria no, na... yeah. waje kucheza okay, okay, okay. na mnyama chui ah, yeah. E, Yanga wanamsubiria mnyama chui. Yapo wanaongea wanasema, oh, si yanga nani, Yanga da afrikani na singida Black Star familia si tuko kivyetu. si tuko kivyetu sio familia familia. Wanaona wao wanavyodai kwamba eti o, Yanga gsm sijui kosi gsm na mungo gsm. Sasa hiyo gsm inawauma tajiri wao wa Simba moo, yes, tajiri kijana, tajiri sasa. Na yeye kuna timu kumi na sita akate timu nane achukue za kwake na yeye kwenye timu zake hizo nane ya, na sisi tubaki kwenye timu brazo nane akisema ni familia yeah. Singida imeshinda mechi ngapi? Yeah. Imecheza na Simba mechi zote, sisi tumecheza na timu ambazo ziko kwenye ligi ah. Ndio maana ah, tumechukua pointi nyingi kwenye timu zingine, sio ah, Simba wala sio Yanga. Yanga, familia pili Ukicheza na Yanga da afrikani, Singida Black Star wana kikosi kikubwa kipana, na wachezaji wote wana wachezaji wote wanalipo mshahara. Huwezi ukawa wanawachezesha hawa wengine, unawaacha a, wanachukua mshahara bure. Inabidi yani, kila mchezaji anatakiwa acheze ili apate kipato chake. Unatafuta hela kwa jasho, upate kwa jasho, sio kila siku wanacheza. Hamna timu ambayo imeifunga Singida goli mbili bila goli tatu bila, amna niambie timu gani ambayo imeifunga me, me, Singida goli tatu bila, goli mbili bila? Eh, ni hakuna Singida Yanga, tuko vizuri Yanga Yanga <coughs> Yanga tumia, Yanga ametufunga goli mbili moja, <coughs> ukapanga kikosi cha pili Azam Azam si... ametufunga si... goli bila moja, hapa Simba aje atuambie, njoo bwana Mashabiki bwana wa manjoo, na na nataka, leo mkileta fuja tu kwa vizuri na nanyewe, bwana ndugu yangu, uko vizuri <coughs> nilipo vizuri bwana bwana e bwana e...